kubwa la ujenzi wa bwawa hili ni kuwasaidia wananchi maji ya matumizi ya majumbani. Wanufaika wa mradi huu ni wananchi wa manispaa ya mji wa Sumbawanga. Mchakato wa ujenzi wa bwawa hili ulianza mnamo mwaka 2023. Baada ya mradi kukamilika, ujazo wa bwawa hili litakuwa na lita milioni 741 na laki sita. Bwawa hili ndio litakuwa suluhisho la upatikanaji wa hali ya maji katika manispaa yetu ya Sumbawanga kwa wakati wa muda mfupi, kwa miaka arobaini kutoka sasa, kwa wale wakazi wa manispaa yetu ya Sumbawanga ambao huwa wanapata maji lakini ni machache, kutokana na ukame wa katika vyanzo vyetu na kuwa na mgao wa maji katika baadhi ya maeneo ya manispaa yetu ya Sumbawanga tutakuwa tumeimaliza kwa sababu tutakuwa tuna uhakika wa maji ya kutosha kabisa ambayo yatakuwa yanavuliwa kutoka kwenye ubao. Rai yangu kwenu ni kwamba mhakikishe mradi huu unakamilika kwa wakati kama ambavyo amekusudiwa, kwa sababu fedha siyo shida, fedha ameshapewa yote, bilioni mbili na milioni mia moja na nukta zake. Na wewe mkandarasi, umetoka huko Morogoro umekuja kufanya hivi, na mheshimiwa Rais sasa hivi anasisitiza sana wakandarasi wasawa→ wazawa wapewe kazi. Sasa mkionyesha ubora katika hii kazi, maana yake mtapata kazi nyingine zijazo, na sidhani kama ninyi kazi yenu ni kujenga mabwawa, aweza kuta mnajenga mabarabara, mnajenga majengo makubwa. Kwa hiyo ukifanya vizuri hapa, ni sehemu ya kuwafanya ninyi mpate kazi nyingi za kiserikali au za kitaifa kwenye maeneo mbalimbali ya nchini.